Namshukuru Mungu sana kwa kile kilichotendeka, na nina raha moyoni mwangu, maana tunapiga hatua ya mbele. Na nishukuru sana waziri wetu, amekuwa ni mtu wa ajabu. Sikumjua lakini amekuwa ni mtu wa ajabu kwa sili hii. Leo tumekaa naye sasa ni karibu masaa manne, na katika mikutano mingi amekuwa na sisi kwa karibu kabisa, akisikiza, akirekebisha, akitoa uongozi leadership vizuri. So kuna mambo mawili ambayo yametendeka ambayo kwa roho yangu yalikuwa ni kero. La kwanza ni kwamba kuna ripoti ilikuwa ambayo ilikuwa na madudu mengi na ilikuwa na kujificha uh, kivuli cha, katika kivuli uh, cha kunde kwa watu fulani wameitumia ili kukandamiza wengine. Uh, nashukuru hii leo kwamba hiyo ripoti iliwekwa kando na wanahisa. Cha pili kwamba uh, tulimregeshea tuliwaregeshea wanachama ridhaa na wametoa mwelekeo, wakasema hawa ndio viongozi wetu. Maana tulikuwa isionekane kwamba tulikuwa tunatupa ripoti tuendelee kushikilia uongozi. Ni kwamba ripoti imetupwa vile tulikuwa tutarajia, na ripoti ilikuwa na madudu ya kuonea watu na ya, ya, ya, mambo mengi ficha, na sasa uongozi uh, tukauregeshea watu, wakasema na sauti yao ndio sauti ya sawa. Kwa sasa kuna wenzetu ambao wameregeshwa, kuna wenzetu ambao wamechaguliwa. Sisi tunawasupport tukienda mbele. Okay, kwa jina naitwa Wilfred Mwalimu mimi ndiye secretary wa Kishusha Ranching Cooperative Society Limited. Leo tumekuja hapa kwa shughuli muhimu kabisa na ni shule ya kihistoria kwa sababu leo tunafanya handing over. Na nataka nishukuru ya kwamba hii handing over imekuwa handing over ya furaha, hakuna malumbano yamekuwepo, watu wameelewana, kamati ambayo ilikuwa na kamati ambayo inaingiana, inaingia. Kwa hivyo hakujakuwa na malumbano yoyote. Pili ni kwamba leo tumefanyiwa handing over, tumepewa zile key documents za ranch, ambapo one of the key documents zenye tumepewa leo ni title deed ya ranch. Tumepewa seal ya ranch, tumepewa pia ile account number ya ranch, na ambapo tukimaliza hapa, kama wakati utaturuhusu, pia tutaenda pale benki ili tuhakikisha kwamba tumegeuza wale ambao ni watu wanafaa kuweka sahihi katika kuendeleza zile operations za ranch. Kwa hivyo mi ningependa kusema ya kwamba imekuwa ni siku nzuri na imekuwa siku njema, na vile madam chairperson amesema ya kwamba wale investors ambao walikuwa wamepitishwa na AGM ama SGM, ni kwamba wanaombwa waingie kazi kwa haraka ili jamii ya Taita na Taveta na kaunti yetu ya Taita na Taveta iweze kufaidika. Pili, ningependa kusema ya kwamba wale investors ambao wanawania kuja kufanya kazi katika Kishusha Ranch pia kama kamati tutakaa chini na tutatoa tangazo kwa umma, na ili tangazo tutatoa kwa magazeti la kuomba yoyote yule ambaye ako na nia ya kuja kufanya uchimbaji katika hii ranch ya Kishushe ranch atume maombi kisawasawa, ili tukae kama kamati tuangalie hayo maombi, kisha tukiangalia tuite sasa ile AGM ya members, ili, member, ili members wenyewe waje watoe ya maamuzi yao, ya kwa sababu sisi tunaamini ya kwamba na katiba ya Kenya kwamba nguvu iko na mwananchi na katika ranch yetu mwananchi wetu ni yule member wa ile ranch. Kwa hivyo sisi kama kamati tutasaidia kadri na uwezo wetu, lakini mwisho wa siku mtu ambaye atakuwa na nguvu ya kukubali investor huyu ama yule itakuwa ni members. Na sisi tunaomba hawa investors waje kwa wingi, wakiona tumetoa tangazo watume maombi yao ili tuweze kuchuja na kupata yule mwekezaji ambaye atafaidi kaunti ya Taita na Taveta na pia vile vile ranch ya Kishushe itafaidika, ili members wetu na wao wawe na maisha mazuri. Basi mimi kwa majina naitwa Matilda Waleghwa Mongondi. Mimi ndio niliyechaguliwa mwenyekiti wa Kishushe Ranching Cooperative Society Limited. Na leo tuko hapa kwa sababu ya handing over ambayo tulikuwa tuna, tunapewa na Bwana Chomboshete ambaye ndio alikuwa mwenyekiti wetu. Nashukuru Mungu sana kwa sababu Bwana Chomboshete amekuwa very active, ametupatia on handover bila malumbano na tumefurahia sana. Tunaendelea lakini bado tumebaki kidogo tu tumalize, lakini mahali tumepitia, imekuwa very successful. Na mimi naomba kusema hivi kwa wanahisa wangu ni kwamba, baada ya kumaliza hii handover immediately, tunataka wale investors ambao walikuja kwa members na no wakakubaliwa kufanya kazi kwa Kishushe Ranching Cooperative Society Limited, wakaweze kuanza kazi immediately kwa sababu hii tunataka uchumi ugeuke. Watu wa nja watoto wako nje, hawaendi shuleni kwa sababu ya hii hali ilivyo. Kwa hivyo mimi napenda kushukuru county government pia ya Taita Taveta, imetusupport fully. Tumefanya nao kazi vizuri, na hatuna utata wowote ambao umeonekana katika hii hafla. Wanahisa tumeahidi kuwafanyia kazi, kwamba yale mapato yao ambao wame, wame, watakuwa wameweka ama watakuwa wamekubaliana na investors wale ambao wamekubaliwa ni kwamba tusiwe na malumbano yote katika malipo ama katika kazi kama ilivyokuwa mwanzoni. Ni kwamba huyu investor aheshimu sheria, aheshimu wanahisa, na kilo atakuwa amekubaliana na wanahisa ama na sheria ya Kishushe Ranch Cooperative Society. Tafadhali, hatutaki kusukumana wala hatutaki mambo ya kupelekana kotini. Tunataka tukubaliane vizuri, roho safi, na kile ambacho ataweka kidole kwenye ile mkataba ambao tutakuwa tumeweka tumewekeana ni kwamba aweze kuiheshimu mkataba wa Kishushe Ranch pale. Kando na madini, tuko na hoteli ambayo ilikuwa ina inaendelea vizuri, lakini kulingana na mambo yalivyotokea ya kisiasa ikawa ile hoteli ilisimama, na kwa sasa hivi tunasema kwamba yeyote, any investor ambaye wako tayari ama kwa willing likuja kufanya biashara ya hiyo hoteli na Kishushe Ranch, basi atakuwa amealikwa mradi tu akuje asikize zile sheria zimewekwa, na sisi si final, kamati tukishakubaliana na investor tutampeleka kwa members waende wakubaliane, ndio sasa ataruhusiwa kufanya kazi pale ndani ya Kishushe Ranch. Pia tuna mambo na ufugaji ambayo Kishushe Ranch at fast ilikuwa ni mambo na ufugaji. So tuko na mpango wa kuongezea zile ng'ombe ambazo tuko nazo na tuko na mpango pia wa kufanya irrigation kwa sababu tuko na maji ambayo inaweza kufanya nini, inaweza tuwezesha tukafanya irrigation. Huyu bwana Deviki hajawahi kuja kwa members, na kwa sasa bado hatujaamua kama atakuja. Kwa sababu gani? tuko na case, alitushtaki wenye shamba, na hivi kesi next week kwa hivyo mpaka tumalizane na mambo ya kesi ile ilitupeleka kotini, alafu akirudi sasa ndio tunaweza mfikiria. Na siku mfikiria, sisi kama kamati, lazima aende kwa wanahisa. Aseme anataka nini na ndio wanahisa ndio waamuzi wa mwisho na wako tayari na kama nikuanzisha kazi, tunaomba after hii handover, tuone wameanza kuingia field, kwa sababu ili opportunities za kazi ziweze kuwa. Waziri wa kilimo na pia na vyama vya ushirika, niseme kwanza kabisa ni kwamba vyama vya ushirika ni vimegatuliwa, viko chini ya county government kulingana na katiba miaka elfu mbili na kumi, na tunashukuru leo tumefikia mahali ya kwamba tumeweza kuleta hizi timu kwa pamoja, ili zikaweze uku kuendesha mambo yao, maswala yao ya cooperative. Pia katika swala hilo la cooperative, hii kulingana na katiba ama kulingana na sheria yetu ya county, tayari tuko na sheria na tumeweza kuambia kwamba wakaweze kualign sheria zao kupitia na sheria yetu hii ya county ili wakaweze kufanya vyema zaidi, na sisi kama county tumeweza kuwa, tutaweza kuwashika mkono katika kila sehemu ili kuona ya kwamba wameenda vizuri zaidi.